Basi baada ya kuwa umesajili umetengeneza bidhaa zako, unaweza ukakuta kwamba ukiwa tu umetengeneza ume, ume, ume bidhaa hazijapitishwa, utakuta duka lipo pamoja na, na bidhaa. Sasa, huu utakuta kuna duka lako kuna bidhaa zako, ngoja niweke namna hii na, ili ndo duka ambayo tunalitengeneza shop hivyo, na kama mtu akiligusa utakuta litafunguka na litaonyesha namna hiyo, umeona? Uh, yeah. kuna logo mm, sijui maelezo kuhusu shop huyo, mhusika, picha yako, na kama mtu atataka kuona address yako akigusa hapo, hapa tap utaona inaonyesha namba ya simu, sijui nini, kila kitu ambacho umekiandika. Lakini pia bidhaa zako atazikuta hapo kama ulivyoziweka, elfu tano elfu tano elfu thelathini vitu kama hivyo. Kama akitaka mojawapo labda hii akaigusa, ehe, itafunguka kama hivyo na ataiona vizuri kabisa hiyo bidhaa akitaka kuona picha tofauti tofauti, labda akigusa hapo ataona picha ya namna hiyo, ataona bei yake, akitaka kununua atanunua, lakini kama ina maelezo yoyote, hii naona hatukuandika maelezo, ingekuwa hapo. Na basi, hivyo ndivyo unavyoweza kutengeneza duka pamoja na Sahili Marketplace Network. Inapendeza. Hatua ya mwisho kama umeshatengeneza duka namna hiyo, ili kuendelea kuvutia wateja, mtu anaweza akawa na lengo la kuandika blogs. Naomba nikuelekeze haraka tu namna ya kuandika blog ukiwa na account ya Sahili Marketplace Network. Aa, kama kawaida utakuwa umesign in kama hivyo, ku sign in. Kama ulikuwa hujasign in, ukibonyeza hiki eh, wepo naona itabidi tushuke chini chini kuna eneo moja hili hapa, umesaini lakini utakuja itatekwa kwa sababu blog iko chini ya WordPress. Kwa utakuja sehemu ya log in utabonyeza hiyo uh, iki, itafunguka namna hii. Username utaandika ile ile username yako na password kama kawaida. Hapa tunatumia Keni Mashauri. jina moja password itabidi abadilishe sawa. So, basi utasema login. Ikishafunguka hakamda kidogo, imefunguka namna hiyo. Hapa ndipo unapoweza kuandika im, uh, kuandika blog yako kuhusiana na bidhaa zako. Kuna sehemu kuna sehemu hapa imeandikwa new, kibonyeza hapo utaipata, lakini pia huku pembeni kuna sehemu ya naweza, hata nikaiweka namna hii, ili tuweze wote kuona. Hapa hivi vitufe vitatu, ukikibonyeza okay, kinaweza kikakuletea kabisa posts, comment, profile na nini. Hapa tuko kwa ajili ya kuandika posts, kwa hiyo utabonyeza hapa posti, utasema add new post. Um, baada ya muda ita load na itafunguka sehemu ya kuandika sasa hiyo post yako. Kwa mfano mimi ni mjasiriamali na natengeneza ramani. Naweza nikasema nataka kuandika kuhusiana na faida za kuandaa ramani ya kisasa. Kwa hiyo nitaandika faida za kuandaa kisasa. Hii ni mfano tu. Basi baada ya hapo utakuja hapa chini, utaendelea kuandika hiyo makala yako, labda ramani inaleta faida gani na nini. Baadaye utaweka kwa mahitaji ya ramani nzuri, basi tuwasiliane kwa zilo saba tatu nne, hivyo hivyo. Ukishamaliza kuiandika, unakuja sehemu ya hii hapa publish Kibonyeza itakuletea vitu kama hivyo. Tags. Tags ni kama maneno ya kuvutia watu zaidi wajue kwamba hiki kitu kinahusu nini. Kwa hiyo utaandika labda ramani eh, fundi nzuri, utakachoamua kukiandika tu basi. Baada ya hapo, tags unaziseparate kwa kuweka mkato. Baada ya hapo Unaenda sehemu ya publish ambayo iko hapa juu. Ukisema publish, basi ita- itakuwa tayari umemaliza namna hiyo. Ukija katika mtandao namba, tutafute sahili Sahili.net ili uone kama vitu vyako vinakuja. Ni hii, hii. Itakapofunguka utakuta kweli duka lako lipo, vitu vyako vipo, na maduka mengine yanayoendelea. Lakini pia hii sehemu ni kibonyeza katika ukurasa wa blogs, hapa hapa utakuta ile blog yako inakuwepo ambazo zilishaandikwa na watu wengine na yeye hapa, kwa utakuta imekaa hapo, kwa sababu imewekwa tu, iko hatua ya pending mpaka ipitishwe kwamba iende hewani, kwa utazikuta hapo blogi mbalimbali mbali. Kwa maelekezo zaidi ya namna ya kuandika blogi, kama utasahau, umeona kuna mtu aliandika hapo blogi yake soko la mtandao. Kwa hivyo ni vitu kama hivyo, karibuni sana Sahili Marketplace Network. Uh, ah, kujiunga ni bure, kutumia ni bure. Kadri tunapokuwa wengi, tunazidi wote kupata faida ya yeah, nane nane effect. karibuni sana.